Giza linapoingia jijini Nairobi nchini Kenya, mamia ya watu hawana pakwenda, barabarani na kwenye mapipa ndio makazi yao. Wanawake, wanaume na watoto wanalala mitaani kutokana na umaskini, ukosefu wa ajira na nyumba bei ghali. Tunalala nje kwa baridi baridi, natupiga, unapata uko njaa, watu watuai kuangaika. Isitosha pia igaavaa kutupigapiga aba wa presidenti wetu Ruto akatupatia makazi tufanye yenyee. Hatuwezi umia hivi na tuenjea, tutaumia kama si marefugees, na tuko nchi yetu. Katika mitaa kama Kibera, wengi hulazimika kuchagua kati ya chakula au kulipa kodi. Nusu ya wakazi wa Nairobi wanaishi kwenye makazi duni. Jane Karen ni mmoja wa wakazi katika eneo hili. Hii nyumba naishi nye elfu mbili na imetengenezwa kwa udongo na yuko hata sawa, kuna mali zimetoboka mabati na link na pia landlord ukimwambia vitu kama hizo haezi uh, afanye repair, na pia bado ni mkali kwa pesa. Akikwambia kwa mfano, ikifika tarehe tano inafaa huko umelipa nyumba. Ikifika hiyo wakati kwa hujalipa nyumba, anafunga mlango na kutupia vitu nje. Sasa inabidi uwork hard ili ulipe hiyo nyumba. Kama mimi kwa mfano, huwa nafanyia watu vibarua, kuosha manguo, kuchota maji, mimi ni msawa mjengo na kwa mjengo pale unapatanga unalipwa kama mia tano na hiyo mia tano wezan uchukue nyumba aturenti upate upelekee landlord pesa na hiyo pesa baadaye nitoshe kwa mahitaji yangu. Serikali inakiri kuna upungufu wa nyumba milioni mbili nchini Kenya. George Omondi ni mkurugenzi katika idara ya nyumba za bei nafuu. Baadhi ya sababu za watu kukosa makazi zinaweza kukosefu wa makazi ya kutosha kwa watu wa kipato cha chini na pia ukosefu wa fursa za ajira. Ili kukabiliana na tatizo la ukosefu wa makazi, ninaamini kuwa inapaswa kwa juhudi ya pamoja ya mamlaka za serikali ili kutoa makazi kwa wananchi. Wakati serikali ikiendelea na juhudi za kujenga makazi nafuu, maelfu bado wanasalia bila pa kuita nyumbani. Changamoto ya watu wasio na makazi jijini Nairobi inabaki kuwa wito wa hatua za haraka na suluhisho la kudumu.